Wote si adani, hakuna aliye mkamilifu hata mmoja. Bwana pewe, amen, amen. Basi watu ambao wa walikuwa ndani hiyo siku waliweza kuangalia ndani mioyo yao, ni watu wanakukukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu amen. Jumanne tukasimama na kitabu cha kuongelea heshima, vyombo vilivyo ni heshima na vyombo ambavyo havina heshima katika nyumba kubwa ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu atakwenda sana. Amen. Tukaona kwamba hiyo ilikuwa kwa kitabu cha Mateo. Tukaangalia Mateo wa 2 mlango wa 22 hapo hivyo. Tukaona kwamba kuna udhaifu ya watakatifu ndani ya hekalu la Mwenyezi Mungu. Maana yake, wakikwaza tu ama mtu akiwa akisema tu neno wasikie neno la kukukwaza, anakuwa mwepesi sana kukasirika naiaishiadani yekana takatifu Mwenyezi Mungu, huyo mtu sio rahisi atoe kwa matoleo, hapatikani. Yeye anataka apokee, okay. Pani yeye kupeana inakuwa ni chungu kuti. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tukasema kwamba chombo chema, chombo cha heshima ni chombo ambacho kinatii amri na sheria za ibada. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tuko na mikutano kama nne ama tano kwa mwezi. Tuko na ibada ya assembly, mama assembly na pastor. Tuko na ibada ya region chief na mama region. Tuko na ibada ya assembly youth. Youth region, youth assembly. Hao watu wote lazima wapewe reports. Lazima wapewe boxes. Nikauliza hapa huwa mnafanya namna gani? Kwani za apewe siku? Amina. Sasa wakanielezea kwamba viongozi wanapanga katika hekalu la kanisa la Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu ya kwamba wengi ni viongo vya pesa. Kama za pesa. Amen. Yafaa kama uko kanisani, ibada kama ni ya pasta, ripoti shilingi 50, alafu unabeba kama ni sukari, ulifika asubuhi kabaki kikombe weka tu. Funga vizuri leta. Hiyo ni box hiyo ni uko kwetu tunaita mazao. Mambo za pesa. Amen. Yafaa mtunze pasta, mtunze na assembly, mtunze na kijiji mtuuze mzee kijiji, kwa sababu hao wa watu ni wa maana sana ndani ya kanisa. Bwana za kipewa sifa. Amina. For example, ukipata matanga kwako mama, sasa ndio ingia leo, mipango ni kesho, kesho kutwa ni kuzika. Hata aenda kwake atakaa kwako, hata kumilia kwa majambo yote, ni anapanda kwako atakaa kwa vile vile pasta. Hivyo Mama kijiji atahakikisha kila mtu mwenye ameingia kwa mama yako amekula amekunywa yeye ndiye atakuwa kiongozi wa kanisa peoi, lazima umtii sheria, mpe heshima yake, mchukue ya kama ni choko chema ndani ya kanisa la Yesu. Bwana apewa sifa amina. Jana tulisimama na kitabu jana, ya kusema ya kwamba kila aliye mtakatifu aliye mkamilifu ndani ya moyo wake lazima Amen. Kuna vipofu ndani ya kanisani na hawataki kuona, hawataki kuponywa. Kasi yao kama wameingia wamekaa pale wakisema wivo, maombi, fungu la kumi. Haya, tumefika wakati wa kila mtu atoe kipawa. Vipawa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huyo mtu wa kutoa hapatikani kwa kila kitabu lakini yeye ni mshirika wa kana naseu kana. Ni hicho Bwana Yesu apewe sifa Amen. Bartimayo, mwana wa Timaya, alilia kwa uchungu, alipaza sauti akalia. Kuna wengi ambao walikuwa wakisema kwamba wewe, nyamaza, nyamaza, usipike kelele hapo, lakini yeye kwa sababu alikuwa anataka kuona aponywe, aone alizitisha sauti yake na Yesu Kristo akasikia sauti yake. Ni kwa sababu ya kwamba kama uko ndani ya kanisa lazima upatikane kwa kila kazi. Wao wakipanga mipango yote lazima upatikane hapo pande zao. Kwa sababu unataka kupona. Kwa nini nawe usiende? Wakileta kitabu ya Fungu la 10, hakikisha umepatikana pale. Nikasema kwamba Fungu la 10 it is a must. Sababu huko kwenu wanampendeleza. siku hakikisha fungu la kumi umefanya nini? Umepeana oja kifungu yako ya maisha. Usipolipa fungu la kumi unamaliza wakati, kwa sababu fungu naye ataleta kiboko yake, na kiboko itakuwa ugonjwa. Utaugua utaugua, wataomba wataomba, lakini huendi. na unafika mwisho, utaanza kubeba mkono uma ukua wamekubadilisha Kiboi, kiboi imesimama, kiona mtu amekonjeka muda mrefu na anabeba mkono, anaanza kuasa. Angalia kwamba huyo anahesabu tena na kodi yake, amesimamishwa kwa gate, wanamwambia wewe, kwa nini uliingia kwa gari ya wenyewe? na huku lipa tikiti yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. kwa hiyo kupitia usipopitia kwa maji mengi na ukae kwa hii dunia utakufa, na watakuzinga kama unga, hakuna kitabu cha kusomea. Sasa apewe sisi. Kwa hivyo lazima, kama wewe ni mtoto, watoto wadogo kama hawa mayuti, hakikisha ukishaenda baada ya maji, ukisha pitia kwa Jordan, anza kulipa vipawa. Umekuwa sasa mtu mzima, utokoke mfukoni mwako kwa kulipa vipawa kanisani make sure hata ukikari mali Jumapili kwa mwezi Jumapili moja hizi tatu patikana, kwa sababu kuna liwanga na natenda kanisani. Kama uko mbali na bila wewe kuingia, hautatoa na kwa hizo ntaka. Ukisema ukisimama kusoma, jina lako halitapatikana, utakuwa unatenda kazi bure kwa dunia wana